Yeah, bado unajiuliza kama umepata mkopo au umekosa. Nitakuelekeza namna gani ya kufanya ili uangalia location yako bila shida yoyote. Haya, karibu tuendelee. <coughs> Habari. Leo nataka ni toe ufafanuzi juu ya kuangalia allocation uliopangiwa kutoka kwa bodi ya mikopo nadhani hii video itakusaidia sana kuangalia kiwango cha mkopo waliokupangia. Hatua ya kwanza, utaingia kwenye brauza yako kama kawaida ulivyokuwa unaingia kwenye mfumo au unataanza upi kwa kusachi HESLB. You know? tutasachi Google kama unavyoona hapo utabonyeza sehemu ya login, naona kama usha save password utaweka password na username, uta sign in, uta, <tastu> sawa. Sasa kwa mfano kama huyu hapa uh, utaona tutaingia kwenye eeli, imesha funguka, tutaangalia tuta, kwenye allocation tutachagua mwaka, kwa sababu ni mwaka elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita basi tutaweka ishirini na tano ishirini na sita baada hapo tuta query, au tutabonyeza search button, baada ya hapo utaona allocation yake aliyopangiwa <dGE> tu maana yake ni tuition fee alafu, ma maana yake ni meal and accommodation, yaani ile boom sasa. Ndio hiyo inaitwa meal and accommodation tu, ndio maana ya tuition fee. Kwa kwa mfano, labda tuseme kwamba ada yako labda ni milioni mbili au milioni tatu hela ambayo una una, una unalipiwa na serikali kama, kama, kama mkopo ni laki saba na thelathini. So ili ujue unatakiwa ulipeje, unatakiwa uingie kwenye mfumo wa malipo wa au, au, chuo chako. Utaangalia kwenye hiyo maelekezo ya kujua chuo inakuelekeza nini, kama mnalipa kwenye four installment kwa maana ya awamu nne kwa mwaka unatakiwa uchukue hela ya serikali ambayo umelipiwa. Kwa mfano kama hapa ni laki saba na thelathini, kwa hiyo utagawanya mara nne. Kama muhula wa kulipa mara nne kwa mwaka, utagawanya kwa nne. Baada ya kugawanya kwa nne, utaona kiasi gani ambacho kina baki. Kwa kwa mfano labda ada yako ni milioni mbili, na ni milioni mbili tuseme, ukichukua milioni mbili ukagawanya kwa nne, na utaona ni laki tano kwa kila installment kwa maana ya kila, kila, kila awamu. Kwa hiyo na pia utachukua kwamba utaona kwamba unadaiwa una milioni moja na laki, laki mbili na elfu sabini, kwa utachukua milioni moja na laki mbili na elfu sabini utajaonya kwa nne utakuja kuona ni, kama, ni, kama, ni, kama, ni kama, uh, kama laki tatu na sehemu hapo kwa hiyo kwenye ile hela ambayo ambayo inakulipia serikali kwa kila, kila inabaki, ambayo kwa, ina kwa mfano kama ni laki tano utachukua bo umepata baada inabaki sasa, sasa hiyo lako utawaambia hiyo hela ambayo inabaki jinsi. Kwa hiyo kwa hivyo ndivyo jinsi ilivyo, lakini pia kuna kitu kinaitwa cumulative cumulative allocation. Hapo tunaingia tu kuangalia umepewa kitu gani, umenyimwa nini. Kwa mfano utakuja kuona hapa huyu afokama amepewa meals na accommodation. Kama nilivyotangulia kusema kwamba meals na accommodation ni hela ya kujikimu, BS ni book and stationery, FPT ni hela ya field ya kwa, utaona huyu ana kitu na release mengine kwa kweli ikadanganya, lakini ninachokiona hapa uh, tuition fee pamoja na meals na accommodation. Kwa kama kitokea, labda umepewa book and stationery utaona hapa kwenye book and stationery. Ikitokea umepewa FPT, field practical training, utaona pia hapa, lakini kwa huyu hapa tunaona ana zero. Kwa hiyo pia kuna ukishafika chuoni. Sasa ukishafika chuoni utasajiliwa kwenye mfumo unaoitwa Dedis, na huu ni mfumo ambao utaweza kuwa una manage malipo yako baada ya kusajiliwa, kwa sababu hapo ukiangalia hamna chochote ambacho ushafanya. Kwa hiyo hii ni tebo ambayo itakuwa inaonyesha malipo yako baada ya kusajiliwa na afisa mikopo anapofika chuoni na hii sehemu ya, uh, uh, ya OTP ni sehemu ambayo OTP zitakuwa zinatumwa au ni sehemu ambayo inaonyesha OTP ambazo utakuwa unaziomba ili uverify muamala labda ni muamala wa au labda ni muamala wa book stationery au ni ni sehemu ya OTP ambayo itakuwa inaonyesha OTP ili uverify malipo lakini pia kuna application ya application ya data not found, mpaka asajiliwe mpaka msajiliwe. Sasa wanaongea nafu mwaka wa kwanza ndio, you know, itaonyesha hizi taarifa lakini kuna application nilikuwa naendelea kusema, kuna application ambayo itakuwa inakuwezesha wewe kufanya kufanya uh, fanya hizo awaosimalipo na nini kuverify miamala inaitwa check <coughs> okay, hapa na gani yeah. Tutaiona hapa iko presto, kama iko presto ndio utaona hapa yeah. Uta utafungua uta utaiona kwa sua inapofanana and then Mwana, hapa mna icon moja yeah. Nilirodi page mwonekano wake uko, uko kama hivi. kwa hii ni application ambayo itakuwa unaweka username, unaweka password, baadaye kuna sign in, lakini pia naona chochote kwenye dashboard, lakini hii ndio application ambayo itakuwa inakuwezesha ku access data zako za malipo pamoja na mikopo kwa ujumla. Ni na flai sana kwamba imetoa ufafanuzi wa kina. Ni Mr. Prince ni mfanyakazi ndani ya Investors of Coding Graphics and Design Technical Organization. Ninawatakia wakati mwema, unaweza kutufollow kwenye akaunti zetu za Instagram na YouTube pamoja na mitandao mingine ya kijamii ikiwa umetupenda kuangalia video zetu, basi usisite kubonyeza linki like, link ya subscribe na kama ume like basi unaweza, kama umeipenda video yetu unaweza ka like, lakini pia unaweza ka comment kwa ajili ya maboresho baadaye au kwa ajili ya kuongeza ufafanuzi zaidi. Kama kuna swali unaweza kaandika ka, ka comment tukakusaidia zaidi. Asante kwa kutusikiliza, niwatakie wakati mwema.